Ntna ah, namba gani? Hey, hello, naongiana. Hey, afande, unataka nini? Mimi si Mwijaku. Mm, naitwa Baton Mwemba. Baton Mwemba. Mm, baba malichui mme alaliwaiha Mwijaku simjui mimi. Endelea <laughs> kutafuta. Sumbua sumbua Meli. Kafeli wapi Meli? utogali mpigie hapa Meli anazingua. Ah, basi la tosha. <laughs> Hello Meli, kimbambao changu. Continue. Unafeli wapi Meli? Afu Alafu usikwambie jina lilobeba, <laughs> ni kubwa zito. Hey. Wewe jina lako leo mwanae anafufuka. <laughs> Wewe upo uko unapiga wanawake wenzako? Hmm? Fikiria sikilia, hivyo ulivyo una akili, <laughs> badala tomkate mtame unakata nywele. Hmm? Nasikia umemwajia ujana. Simaji ya moto umemwajia ukameza uka na laini zile kwa kumeza nani yangu, kaona uka itoshi, ukameza na naomba, na uishi huko huko kumeza, uka laini za uko, usije ukameza laini zangu kinavunja bei. Injinia AC JSM, Sala na nani wengine, nani kaa e, chini jifikirie kwanza, ntakucheki baadaye. <coughs> Ah, mapua atancheka, uh, atancheka na bomba <laughs> uh, uh. <laughs> kabisa <laughs>